Rais Mstaafu Alhaji Dk Ali Hassan Mwinyi ametoa rai hiyo kwa uongozi wa BAKWATA muda mfupi baada ya kupokea tuzo ya mshindi wa kusoma Korani aliyoshinda kijana wa Kitanzania, Bwana Rajai Ayubu. Hivi leo tunaombaomba, tukipata vinu tunamwendea fulani, tusaidie fulani, tusaidie fulani tusaidie. Kwa kuanzia si vibaya, lakini dhamiri iwepo ya kuunda mfuko wa Waislamu, ukakaa mahala benki popote taatakusuliwa kukaa, ikawa majambo makubwa makubwa kama haya yanahitaji ma -ma, ni matumizi tukaweza kujitegelea. Mufti mkuu wa Tanzania Abubakar Zubeli, licha ya kupokea changamoto hiyo, amesema BAKWATA kwa sasa ina mpango wa kuanzisha vyo maalum katika wilaya na mkoa vyenye lengo la kuwajengea uwezo vijana. Sisi kwanza tunampongeza kijana huyu pongezi kubwa, na tunamwombea Mungu aweze kuendelea kutuwakilisha katika nchi mbalimbali, kwa sababu sifa aliyoipata sio yake, ni sifa ya nchi, ni nchi ndio imepata sifa ni sisi Waislamu wa Tanzania ndio tuliopata sifa. Mwenyekiti wa halmashauri ya Kondoa, Alhaji Omar Kaliapi, amempongeza kijana huyo Bwana Rajai Ayubu ambaye alishika nafasi ya sita kwa kusoma Korani kati ya nchi 97 huku kijana huyo akisema kusoma kwa bidii kitabu hicho kitakatifu ndiyo ilikuwa siri yake kuu ya ushindi katika nusu fainali ambayo tulibaki watu na baadaye tukaingia katika fainali yenyewe ambayo tulibaki mataifa sita: Irani, Afghanistani, Indonesia, German, Holanzi na Tanzania. Tanzania ilibaki ndio nchi pekee katika nchi za Afrika. Walillahi alhamdu, nashukuru kwa dua za Watanzania, basi niliweza kufanikiwa kupata nafasi ya sita, lakini Afrika nikawa namba moja. Kutoka Dar es Salaam, Spencer Lamek, ITV.